Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Amen. Kama nilivyo wajulisha matukio huja kuifafanua Biblia ili iwe inaeleweka nje na matukio. wakati mwingine unaweza kuwa anajua Biblia ni uongo, lakini tukio lilipotokea ndipo watu wa Mungu waisema, kama ilivyoandikwa. Kusema najua Roho Mtakatifu ambayo wametugawia wazungu ametuambia, ndio roho mtakatifu ni kutoshughulika na kinachokuwa kipo wakati huo, unashughulika na kitu wanaita kilichotoka kwenye ulimwengu wa roho, lakini Yesu alihubiri, alifafanua, alifundisha kulingana na tukio linalokuwa liko hapo sasa. Ni-, ya, ni hata kama amejitoa kwa mambo mengi sana yadhaniwayo ni ya walokole au walokole hufanya hivi.